Kwenye FIFA huku tuonyeshe hiyo, hiyo spirit ambayo umeiweka kwenye Young Africans na kwenye FIFA tuone misingi hiyo. Mimi nakuhakikishia Hersi huyu siku moja. Kwanza Hersi mimi Hersi mimi ninavyomuona ni kiongozi ambaye ana maono ya mbali. Ana maono ya hapa tu na ndio maana hata kwenye shirikisho hajatulia macho. Unja kusikia Hersi amegombea ame sijui anataka anataka kitu gani TFF. Hana shida napo. Yeye anaanzia mbali kwa ajili ya kuseti mipango yake ili kesho na kesho kutwa Young Africans iwe kubwa yeye pia awe mkubwa, mzidi kufurahia matunda yake. Mimi nakwambia kuna watu atabidi wajifunze. Simba wajifunze kwa Young Africans, Simba wajifunze kwa Hersi. Kwa hiyo hiki ambacho anakifanya, angalia uongozi wa Young Africans, hakuna migogoro kabisa. Nenda Simba, watu wanagombana, wanazozana, kuna partition kibao zimegawanyika, kwa sababu hakuna strong government ambayo... babu, familia ikishagombana, yani nyinyi kwenye familia yako mkiwa mna mizozo, mnagombana, hata majirani, kuna vitu waweza kwa apeni Naenda kuomba, ah, wale, wale, wale, wanapigana kila siku, hapana tena wanapotezea, lakini mkiwa familia bora kila mtu anajifunza. Um, usiwe kama mtoto fulani U baba yao pale Mlevi. Lakini, ah, kwa kama mtoto fulani kati za mangungu. Kati za mangungu. Kati za mangungu, na kati zipi? Perfect ambazo hata FIFA wazitambue wazioni. Bao Mangungu atambuliki FIFA. Hawamjui, ah, ah, wangemjua, angempa kwenye kwenye kwenye hiyo wangemteua na yeye. Na ndio maana kasema kuteuliwa sio kama masiala kunywa maji na ku, na kusukutwa na kutema. Hmm. Kuteuliwa, umeangalia vitu vingi, una potential gani ambayo tukikuweka hapa kwenye FIFA, unaweza kwa kiongeza kitu. Na Young Africans tayari ameshakifanya. Ndio maana ame, kila ambacho amekifanya kwenye Young Africans, akiadapt kwenye FIFA tuone, kwenye Kafu tukione ndicho ambacho amempa heshima. Na hii kitu Uh, uh, kwenye, kwenye, kwenye wa, wa, wa, wa, tayari ameshachonga ramani yake na barabara yake ishanyooka nyong. Sita kushangaa sitakuja kushangaa Hersi akija kuwa rais wa Kafu, rais wa FIFA. Uwezo anao na uwezo anao, na kazi anafanya tumeiona.